Mtazamaji wa Buyazi TV, hiki ni kikundi cha tujiendeleze kuchoka kugomba. Hii siku ilikuwa ni siku ya kuvunja, ambayo ni siku ya mgao. Na wow, unavyoona hapo, hao wanahesabu hela za kikundi ili kuhakiki kwamba hela iliyokuwa imehifadhiwa, hela iliyokuwa benki na imeshakamilika na ni wanachama wenyewe hawa wanazihesabu hela zao, kuhakiki ili waweze kugawana vizuri zaidi. Ni kikundi cha kuweka na kukopa, na hao ni wanakikundi. Nimuona Marini pamoja na wanachama wengine wa kikundi hiki. Hao wote ni wanakikundi. <coughs> Uh, huyo ni makao mwenyekiti ambaye ni wa kikundi ambaye anagaria la no, lakini hao ni wanakikundi wengine, kama unavyoona mtazamaji wa TV yetu pendwa. Au ni jopo la viongozi, kwa maana ya hesabu fedha, pamoja na katibu Joseph Edward Joseph, wanaangalia uh, mahesabu yao Uh, ni kikundi kikubwa, ni kikundi ambacho kimejipanga vizuri, ukitaka mwasiliano ya mwalimu katika namba hizo. Uh, ni siku ambayo ni ya kuvunja, kwa maana ya kupiga mgao, muona kama mwenyekiti ukiwa amependeza kabisa pale, lakini pia ilikuwa eh, ni siku maalum kabisa hii. Ukihitaji pengine mawasiliano ya mwalimu mzani yamo kwenye video hii.